Afisa katika jeshi la ulinzi wa nchi ya Tanzania naapa kwa dhati kwamba nikiwa mzalendo, nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria, kanuni, namni zote zokuisha tolewa na zitakazotolewa mara kwa mara na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria nitafunza na kuazoesha nidhamu nzuri, nzuri utiifu, utiifu, uhodari na uaminifu, maafisa na askari watokoekwa chini ya uongozi wangu, nitalinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, nitamtii, nitamlinda kumtumikia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu.